Huenda Yesu alisikia maneno ya hekima kutoka kwa mama yake Maria, lakini hakumsaidia kuokoa ulimwengu kutokana na laana, Vatican imesema Jumanne. Katika agizo jipya lililoidhinishwa na Papa Leo, ofisi kuu ya mafundisho ya Vatican ili iliwaagiza Wakatoliki bilioni 1.4 ulimwenguni kote kuto kumtaja Maria, yaani mama yake Yesu, kama mkombozi kama mkombozi mwenza wa ulimwengu. Yesu peke yake ndiye aliyeokoa ulimwengu limesema agizo hilo jipya, na kuhitimisha mjadala wa ndani ambao ulikuwa umewavuruga viongozi wakuu wa kanisa kwa miongo kadhaa na hata kuzua kutoelewana ambako ni nadra kati ya mapapa wa hivi karibuni. Haitakuwa sahihi kutumia jina mkombozi mwenza, maandishi hayo yalisema. Jina hili linaweza kuleta mkanganyiko na kutokuwa na usawa katika upatanifu wa ukweli wa imani ya Kikristo. Wakatoliki wanaamini Yesu alikomboa binadamu kwa kusulubiwa na kifo chake. Wasomi wa kanisa wamejadiliana kwa karne nyingi ikiwa Maria, ambaye Wakatoliki na Wakristo wengi humuita mama wa Mungu, alimsaidia Yesu kuokoa ulimwengu. Marehemu Papa Francis alipinga vikali kumpa Maria cheo cha mkombozi mwenza, wakati fulani akiliita wazo hilo upumbavu. Hakutaka kuchukua chochote kutoka kwa mtoto wake, Papa Francis ambaye alikufa mnamo Aprili alisema mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Mtangulizi wa Francis Benedikt wa 16 pia alipinga cheo hicho. Mtangulizi wake John Paul wa pili aliunga mkono, lakini aliacha kutumia jina hilo